Mtazamaji, bahati haji mara mbili kwa mvivu kuka katika soko la maisha, kila siku ni fursa mpya. Hapa Alshifa TV ni fursa yako mtazamaji, kupata habari uchambuzi na michezo kutoka duniani, ikiwa ni siku ya Jumatano, tarehe nne mwezi wa Juni 2025 ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama. Ujambo na karibu katika taswira ya runinga Ashifa, ikiwa ni saa moja usiku. Mimi naitwa Joseph Lewa. Tukianza ni kwamba zaidi ya vijana elfu kumi na nane kutoka kaunti ya Mombasa wanatarajiwa kunufaika na mpango wa kazi mtaani baada ya Rais William Ruto kutoa agizo la kurejeshwa kwa mpango utakaosaidia katika utengenezaji wa barabara wa kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari, Kamishna wa Kaunti ya Mombasa Mohamed Noor amesifia hatua hiyo akitaja kuwa itasaidia kupunguza uhalifu katika kaunti hiyo. Hata hivyo, amewarai vijana kujisajili kwa wingi ili kunufaika na mpango huo. Uh, tumepatiwa nafasi 18300 vijana ambao tutaandika kazi, wa, wanaume kwa wasichana uh, katika Mombasa County lazima watoke hapa. Uh, kuta, kutakuwa na link itatolewa wiki hii ambayo itakuwa online na tungependa watu wa apply hiyo. Uh, baadaye tutakuwa na county implementation committee ya kuona kwamba zile barabara gani zitatengenezwa Uh, tukisaidiana na wizara ya barabara, so yangu ni kuhimiza vijana wa, uh, wa Mombasa wasiwachwo nyuma waweze kuapply mara moja tukipatiana hiyo link. Because kufikia wiki ijayo tunatarajia kuanza hiyo kazi kwa sababu rais alisema immediately na lazima any directive ya president, lazima itekelezwe immediately. Tazamaji, turudi katika kaunti ya Mombasa ambapo serikali ya kaunti ya Mombasa imeweka wazi kuwa ugonjwa wa chikungunya umetokea tena katika maeneo bunge sita yote, watu kumi na tano wameripotiwa kuwa na dalili zisizotambulika eneo la Bamburi, siku kadhaa zilizopita. Kwa mujibu wa maafisa wa afya wa kaunti, uchunguzi uliofanywa umethibitisha kuwa wagonjwa hao waliathirika na virusi vya chikungunya, vinavyosambazwa na mbu. Hata hivyo serikali imeweka mikakati dhabiti ya kukabiliana na ugonjwa huo na kuwataka wakazi kuchukua tahadhari ili kujikinga, kwani asilimia 45 ya wanaofia hospitali wamedhibitiwa kuugua ugonjwa huo. Ugonjwa huu ni inaletwa na virusi na hizi virusi zinasambazwa na mbu. Kuna aina ya mbu ambaye anaitwa Aedes aegypti ndio ana na huu mbu e, tabia yake huwa anauma mchana, si kama kawaida ya kuwa tunaona dengi ndio inasapas magonjwa haya mengine. Wakati huu tumeona ni chikungunya ndio sasa imekuwa na haya upsurge than the dengue fever. Maumivu yake huwa ni makali zaidi na sana sana kwenye viungo na mtu huenda ikatokea pia akapata kufura katika zile eh, viungo, sehemu ambazo pengine inauma na pia anaweza kuwa na pia rashes. Jikinge na mbu, kwa sababu mbu habebi ugonjwa mmoja peke yake ambao tunauongelea saa hii. Mbu anabeba maradhi ya malaria, kuna anaweza kusambaza maradhi ya dengo fever. Kwa hivyo ni jukumu letu kuhakikisha kuwa mazingira yetu ni masafi, kuhakikisha kuwa tumetoa vidimbwi vya maji katika mazingira yetu ku um, kuongeza nguvu ya ile juhudi ambayo department pia inafanya, pia jamii nayo ikichukua uh, responsibility, nafikiri tutaweza kushukisha uh, kabisa hizi cases, na pia CHPs wetu wamekuwa wakienda door to door wakiongelea uh, kuhusu kujikinga na uh, magonjwa haya katika huu msimu wa mvua. Mtazamaji, ili kuendelea kutazama taarifa zetu, kumbuka kwamba unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, pale YouTube ni Alshifa Television Kenya. Wazee wa kaya huko Magarini katika kaunti ya Kilifi wamejitolea kupanda miti ya kiasili kama njia mmojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga na kuongeza kiwango cha misitu katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa kupanda miti katika shule ya msingi ya Mtsangamali, mshirikisho wa kituo maduni, cha utamaduni cha Magarini Tsuma Nzai ameweka wazi kuwa wanalenga kupanda miti milioni 20 katika eneo la pwani ifikapo mwaka wa 2030. Aidha, Mzee wa Kaya James Nzalu ameitaka serikali kujumuisha wazee wa kaya katika shughuli za upanzi wa miti kwani wana ujuzi wa kujua miche inayofanya vyema katika maeneo ya pwani huku akielezea sababu ya wao kupanda miche ya kiasili. Sisi yetu tunapanda asilia kwa sababu asilia katika sehemu yetu hii ya mwambao huwa inastamili joto. Unajua, si kila mti unapandwa kila mahali na utaona kama maofisa wa foresti au wale wengine hawafanyi utafiti kama wazee wanafanya, kwa sababu kila eneo liko na mazingira yake. Tuko tayari kupanda miti sehemu za makanisa, hata mijini, hii miji ambayo tunakaa tena. Hatutaki tukuona mji unapigwa na kiangazi, hakuna mti hata mmoja hapo mjini. Hapana, tunataka kila mji iwekwe miti ili kwamba kuwe na vivuli, na hii miti ni muhimu, maanake inaleta hewa mzuri kwa jamii uh, tuwe na ufahamu wa kupanda miti katika uh, misitu yetu. Na ndio maana sisi tunatuko na ile ya matunda na pia tuko na ile ya asilia, ili kurudisha tu misitu yetu, kama vile kila mmoja anaona ya kwamba misitu imeathirika sana, ni kama inaelekea kuisha tu. Kwa hivyo langu mimi ni kushirikiana sote, si nane si nane, sote kabisa, mashule, uh, individuals hawa watoto tushirikiane ili tupande miti kwa wingi. Tukisalia katika taarifa ambayo inafungamana na waziri wa masuala ya ndani Kipchumba Murkomen, ni kwamba ameweza kutoa tangazo kwenye notisi ya gazeti la serikali siku hii ya leo kwamba Ijumaa Juni tarehe sita, kuwa ni sikukuu ya kuadhimisha sherehe za Idhul Adha. Idhul Adha, ambayo ina maana sikukuu ya sadaka, ni moja ya sikukuu muhimu zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Sherehe hizo usherehekewa zikiambatana na no umoja na mshikamano na inasaidifiana na kilele cha ibada ya Hija huko Maka, moja ya nguzo tano za Kiislamu. Waislamu hubadilishana zawadi na salamu, huandaa karamu kuu na kugawia nyama kwa jamaa, marafiki na familia ambazo hazijiwezi. Watazamaji, tuelekee katika habari zetu za kimataifa ambapo watu watano wauawa kwenye msafara wa kiutu Sudan. Watu watano wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio dhidi ya msafara wa kibinadamu Umoja wa Mataifa katika jimbo la Darfur kaskazini mwa Sudana. Hayo yamesemwa na msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric. Dujarric ameongeza kwamba shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha Alkoma takriban kilomita 80 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa kaskazini mwa Darfur Alfashira na mpaka sasa bado haijafahamika ni nani aliyehusika katika shambulio hilo. Sudan imekuwa ikikabiliwa na vita tangu Aprili 2023 vinavyohusisha vikosi vya serikali vinavyoongozwa na Jenerali Abdel Fath Al Burhani dhidi ya wanamgambo wa RSF walio chini ya Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, karibu watu milioni 12.4 wamegeuka wakimbizi ndani na nje ya Sudan, huku mamia kwa maelfu wakikabiliwa na njaa kali. Na mtazamaji, tuelekee michezoni ambapo timu ya taifa ya wanawake Harambee Starlets itashiriki mashindano ya Sekafa kwa wanawake yatakayofanyika kuanzia Juni tarehe kumi na mbili hadi tarehe ishirini na mbili jini Dar es Salaam, Tanzania. Mashindano haya ya kanda yanashirikisha timu tano ikiwa ni Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi na Sudan Kusini, na yanalenga kuandaa timu kwa michuano ya Afcon ya wanawake mwaka huu 2025 ambayo yatafanyika katika taifa la Morocco. Starlets ambao wanafundishwa na Mildred Cheche wako tayari Morocco ambapo wanatarajiwa kucheza mechi za kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya wanawake ya Morocco maarufu kama Atlas Lionesses siku wa leo. Kwa upande mwingine ni kwamba Mohamed Bajaber ameondoka kwenye kikosi cha Harambee Stars siku chache baada ya Victor Wanyama kutangaza kujiondoa tena kwa sababu za kifamilia. Bajaber anakumbukwa kwa bao safi aliyolifunga dhidi ya Gabon kwenye mechi ya kufuzu kombe la dunia ambayo ilimalizika kwa sare ya magoli matatu kwa matatu. Harambee Stars wanatarajiwa kucheza mechi mbili za kirafiki dhidi ya Chad tarehe saba na tarehe kumi Juni kule ya Morocco ili kujiandaa kwa michuano ya Chan. Kumbuka kwamba Bajaber anatajwa kwamba ana jeraha, ndio maana ameweza kujiondoa katika kikosi hicho na mtazamaji tuelekee kule ugaibuni ambapo tuangazie uhamisho wa wachezaji. Chelsea imeweka mikakati ya kumsajili mlinda lango wa Ufaransa Mike Maignan mwa miaka 29 ambaye amebakiza mwaka mmoja peke yake kwenye mkataba wake na klabu ya AC Milan ya kule Italia. Ikumbukwe, Chelsea wanatafuta wachezaji ambao watawasaidia hasa ka kuelekea msimu unaokuja kushindania mataji mbalimbali mbali. Kwingineko, winga wa Manchester United Jadon Sancho anaweza kuelekea Saudi Pro League, huku Al Hilal, Al Ittihad na Al Nassr zote zikimtazama, zikimtaka mchezaji wa kimataifa wa Uingereza ambaye ana miaka ishirini na mitano. Na mwisho kabisa ni kwamba kiungo kati wa Real Sociedad Martin Zubimendi mwenye miaka 26 ametilia shaka juu ya wa uhamisho wake kuelekea katika klabu ya Arsenal, huku mchezaji huu wa kimataifa wa Hispania akisema kwamba anachaguo na hana uhakika ni wapi ataelekea. Na mtazamaji, basi kufikia hapo nasema sina la ziada na kushukuru tu kwa kuweza kuichagua Al Shifa TV kuwa kituo chako bora zaidi kutazama taarifa zetu. Mwelekezi wangu amekuwa wa ni Daiana Faith Isabela na na Bragin Maina. Naitwa Joseph, leo msiku mwema, mtazamaji.